Tulialikwa na Mheshimiwa Waziri Profesa Palamagamba Kabudi na mkutano huu ulikuwa unataka kujua nini ambacho club ya Africans inakiendea kwenye ya mchezo wa 184 dhidi ya Simba uliopangwa kucheza tarehe nane mwezi wa 3, 2025, uongozi wa Young Africans pamoja, uh, na ukiwa umeambatana na excom wake wote pamoja na mtendaji mkuu uliweza kukutana na mheshimiwa waziri uh, mheshimiwa naibu waziri, mheshimiwa katibu mkuu, mheshimiwa naibu katibu mkuu na mwenyekiti wa Baraza la Michezo wa Taifa kwa ajili ya kujadili kitu ambacho ya kitokea kito bahati nzuri kaba Africans kupata nafasi ya kufikisha yale ya ambayo ni msingi kabisa yanayohusiana na mchezo ule na baada ya kufanya platform ambayo mheshimiwa waziri na jopo lake walitengeneza, dhamira yake kubwa ilikuwa ni kusikia nini kinachotoka kwa viongozi wa Africans. Na sisi wakati wote tukiwa kama viongozi tunasimamia interest ya taasisi yetu ambayo taasisi yetu inasimamia wanachama, na kwa ujumla hiyo, tulikwenda kufikisha ujumbe wetu na uhusiana na position yetu kama taasisi. Lakini pia mheshimiwa waziri na timu yake wakatusikiliza kwa kirefu, wakapata nafasi ya kuuliza maswali, tutakujua kujua, na tuliweza kufikisha ujumbe wetu vizuri. Na mheshimiwa waziri alikuwa na mwanzo mzuri kwa kueleza kwamba platform hiyo sio platform inaweza kufanya maamuzi asipokuwa ni platform ya kutafuta solution ya tatizo ambayo limetokea kwao. Walikuwa wanataka kujifunza kutoka Africa nini hasa kinachoasibu na nini position, pozisheni yao kwao. Tumeweza kufikisha yote ambayo tunastahili kuyafikisha kama viongozi, ambayo yanabeba ujumbe wa kamati ya utendaji lakini ujumbe wa wanachama wetu na mapenzi na mashabiki waliyokokwa nchi nzima ujumbe huu umefika, mheshimiwa waziri na timu yake umepokea. Tumewaachia ufanya kazi na tumekubaliana, tutakuwa na vikao vingine endelevu kwa ajili ya kutafuta solution ya jambo hili. Nichukua fursa hii kufikisha message hii kwenu kwa wanahabari, ili muweze kujulisha umma wa Tanzania, lakini pia nichukua fursa hii kuambia wanachama na mashabiki wa klabu ya Africans, sisi tuko hapa kwa ajili ya kusimamia interests za taasisi yetu na ni watoe hofu ya namna yoyote, wasiingiwe na hofu ya namna yoyote. Viongozi wao ni viongozi imara na wako hapa kwa ajili ya kusimamia interest ya taasisi. Kwa hivyo wakae kwa kutulia, na solution itakapopatikana tutaweza kurudi kwawakwajushi. Nashukuru sana waandishi.